Imekujilieni Ramadhani, mwezi uliobarikiwa na Mungu. Jambo la kwanza tunalolipata ndani ya Ramadhani, kumbe Ramadhan, shahru Ramadhan, yani mwezi wa Ramadhani ni mwezi uliobarikiwa na Mungu. Usicheze na baraka za Mungu zilizojileta kwako, usizichezee baraka za Mungu zinapokushukia mungu anakupa hizi baraka kwa siku thelathini ama siku ishirini na tisa watu wanaogelea katika baraka za mungu leo tuwasikia watu huku na kule mashariki na magharibi akwambia naenda bwana kule nikabarikiwe bwana nikapate baraka za mungu bwana mungu sasa ndani ya ramadhan siku zote thelathini kila atakayejibidihisha na kutaka kheri zake, basi huwa yuko ndani ya baraka zake Allah tabaraka wa taala.